Kapeleka timu vizuri sana alhamdulillah, ndio ndo nikapewa district coach, mashaallah wa Lamu e. Na kusema leo kweli, mimi leo hii ile furaha nilionayo ya kukutana na bwana Basawad na Abdulrahman Sharif ni kama ndoto niliokuwa ninaifikiria <clears throat> kwa sababu kilio tulichokuwa nacho hatukujua kama kutatoka mtu kuja kutuokoa katika kilio hichi ambacho cha Iko Wapi Zamani, lakini hata sijui Basawadhi alifikiria nini, mm. Mpaka akazundua hii Iko Wapi Zamani. Hii Iko Wapi Zamani ni masikitiko makubwa sana katika East Africa kwa, kwa, kwa pamoja, maanake ukiangalia <coughs> Uganda, Tanzania na hii Kenya haswa sisi watu wa Mombasa ndio tulikuwa tumeshikilia tumeshikilia mpira mkubwa sana katika Mombasa. Mtu ikiwa hajakuja Mombasa kucheza mpira, bado hajacheza mpira Kenya mm, lakini akishafika Mombasa hataki tena kurudi tena, hataki kurudi tena. Kwa hivyo sisi kuuliwa kwetu, tulimalizwa stadium kuvunjwa, stadium ilipoondolewa ni kama walitukata shingo, hatuna la kufanya na tukiangalia, viongozi wetu wako, na wengi wao wamecheza mpira, na kama wao hawakucheza, baba zao wamecheza mpira, tumecheza nao baba zao leo hii. Lakini leo hii mpira umemalizika, kwa sababu hatuna stadium ya Mombasa. Stadium ya Mombasa ikirudi, ikirudi stadium ya Mombasa, roho ya mpira Mombasa isharudi roho ya mpira isharudi. Hata hivi saa hii tumefanya registration ya iko wapi zamani, tumefanya lakini bado hatujakuwa na msimamo. Tunawaomba, mimi kama mzee, kama wazee wenzangu waliotangulia, kuna waliotangulia mbele za Mwenyezi Mungu, mbele ya haki eh? Mimi ngelipendelea viongozi, nawaomba, nawaomba viongozi, tuna wajukuu zetu, kuna watoto wetu, kuna ndugu zetu hawa wanataka kushikwa mkono eh? Ili tuwaone tumewasukuma leo, mpira umekuwa ni faida kubwa katika Kenya, ama katika ulimwengu ni faida kubwa, na sisi tumeathirika, watoto wameathirika eh? Kwa mkhadarati eh, watoto wameathirika, hakuna makazi leo. Nyinyi viongozi muko ambapo pa kutushika sisi eh? na watoto wetu kuwashika mkono ili tuweze kuwapeleka mbele. Kwa hivyo mimi nawaomba, nawaomba viongozi mulioko kwenye uongozi na matajiri munaojiweza na mabizinesi men na women munaojiweza, jamani, mujitolee mujitolee, ili tuweze kufanya nini? Kushikamana na kuona hii iko zamani eh, Iko Wapi zamani eh? imesumama na msimamo ambao wakuwa sasa tunataka kujua, eh, Mombasa ilikuwa vipi. Kisha kwa kumalizia, mimi kwa kumalizia, ningelipenda kusema hivi, sisi wachezaji ambao tuliocheza kwadai, mwisho wetu unakuwa ni mwisho, kama mnyama aliyetupwa kama mnyama aliyetupwa. Ukiangalia mchezaji kama alikaju East Africa, alikaju alikuwa is the the best player among the players eh, in East Africa, lakini ile hali yaliyoondokea waga ilikuwa ni masikitiko, ni masikitiko makubwa. Jina lake mpaka kesho eh, halitosahulika na litatajwa Watu kama kina Kadenge eh? Kadenge amekufa akiwa ni taxi driver eh? Mtu ambaye anajulikana East Africans Ahmed Break. Eh, yeye ni king pia ni dribbler, controller. Aliki, lakini amekwenda mbele za haki wallahi, masikitiko na ni wengi, ni wengi na sisi tumebakia, na hivi sasa pia hatujulikani sisi tutakwenda vipi hatujulikani sisi tutakwenda vipi? Kwa hivyo tunawomba tunawaomba wale viongozi, kama vile mnavyosema ama serikali yetu yasema kuna mashujaa, basi ma mashujaa wako tele leo. Kimwangalia mtu kama ndugu yangu Binzi, ukimwangalia kama ndugu yangu Bobea, ukiangalia watu kama kina nani, e, Baraza. Eh, kina kama Abdul Baraza eh, jamani Yani sisi, eh? Hamadi. Ha Hamadi Ali. Ha Hamadi Ali wa Mwenge, mtu kama Mahmoud Abbas Kenya One jamani, yani hata hawasikiliki, hawasikiliki. Leo iko haja ya nyinyi kutukusanya na kututafuta na kutuwekea siku ambayo ya sisi pia tujivunie, tuone tumesimama mbele ya umma ya kuwa hawa ndio eh? Iko wapi zamani, ndio hao waliobakia na walioko mbele, ili tuweze kutoa ile gwaride ya heshima kwa wale walioko mbele, waliokwenda mbele ya haki. Kwa hivyo, haya nilionayo leo pokeeni, musikize, lakini muyazingatie. Asante bwana, shukran Coach Rahim, shukran sana bwana. Wallahi, nimefurahi sana na taarifa yako na jinsi ulivyoipanga na kuieleza ni jambo la mazingatio makubwa sana, tukitarajia kwamba kizazi kinachokuja kitapata somo kutokamana na maisha yako uliyoyapitia. Ni mtu aliyekuwa na jitihada kubwa sana na mpira na moyo na ile kitu tunachokiita kilichopotea, ghera. Basi hapa ndo pahali pa kuzisoma vitu kama hivyo, na kuja hili wazo la iko wapi zamani si jambo la mtu kusimama akajipiga kifua akajisifu. Hakuna awezaye kujisifu kwa lolote, kwa sababu mamlaka ya mambo yote ni ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi tukifanya jambo, basi ujue kwamba Mwenyezi Mungu amekuafikia wewe ulifanye, kwa sababu wako wengi kama wewe walikuwa waweza pia kulifanya lile jambo, lakini Mwenyezi Mungu amekutagua wewe ulifanye. Kwa hivyo ni pahali pazuri mtu ajitakase nafsi yake. Kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu kwamba ndiye muweza wa kila kitu na kama ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotupa mawazo tukasimamisha hili jambo lilipofika hapa, Mwenyezi Mungu huyo huyo ndio atakayetufanya tukafaulu Amen. Bora tutekeleze masharti na maagizo aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi oh, wasallam. Wa vipi mawaya. Tutaishi? Mshitamaa wetu utaendelea vipi? Je, wampendelea mwenzio lile ujipendeleano nafsi yako? Haya ni mafunzo ambayo tangu chuoni tulipewa sisi si chuki vita kutukanana haitufaidishi kitu. Je, wawaheshimu viongozi wako? Naam, sisi lazima tuwe chini ya viongozi hatupendi, hatukufundishwa sisi kwenda kinyume na viongozi wetu, lakini na viongozi nao wawajibike juu yetu, wawajibike juu yetu. Haya aliyoyasema kocha Rahim, bwana, hayahitaji mtu kufundishwa, haswa kama yeye ashafika daraja ya kuwa kiongozi yetakana. Ujue hawa ma, maveteran wetu twawazawadia nini? Sisi twawapongeza vipi? Na katika kuwapongeza wao, twawafundisha kizazi kinachokuja, ili na sisi tukiwa wazee wao pia wajue kutupongeza na sisi. <coughs> Kwa hivyo, bwana, sisi tuna fursa nzuri kama mujtama mmoja, kukaa chini tukashauriana na kusaidiana. Twataka watu waje na mpira hauendi bila ya ufadhili. Ufadhili ni wajibu wa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku zaidi, amsaidie yule ambaye wa hali ya chini. Usingoje uje uombwe, ni wajibu wako wewe, ufuatilie. Vijana wameharibika, uchafu umekithiri mitaani na mijini, kwa sababu ya kukosa maalumati mazuri, kwa sababu ya wa uadilifu kupotea. Kwa hivyo, viongozi, majukumu mko nayo, na sisi bana, tutaendelea kuwahimiza mjitokeze, viongozi mutufuate ili tuungane mkono tuendeleze taifa letu vizuri bwana, wallahi. Uh, yasikitisha sana kuona kama kwamba hatuna mawasiliano mazuri na viongozi. Kwa hivyo tuwaomba kwa umoja wao viongozi wote pwani nzima, si Mombasa tu, wakae chini waseme jamani, kuna kilio kwa, kwa jamii yetu. Hebu tukaeni sisi kama viongozi tujipange, kisha tuwaendee hawa watu wetu kuna mengi mazuri ya kuja. Coach Rahim atakuongeza kitu ba. Eh, mimi nitakuongeza tena wallahi, sauti nitaka kuongeza tena kuambia, huu mpira mimi ndio ulionisomesha mimi, kutoka primary, mimi nilikuwa napata full bursary kutoka play, eh, primary nilipomaliza nikaenda secondary nikawa napewa full bursary sikulipa hata shilingi mimi, kutoka primary kenda secondary. Alafu hapo hapo, Mungu akanijalia kazi nikaipata tena kirahisi, sababu mpira tu, sababu mpira. Mimi hivi sasa, mimi hata mtu akapita na mpira pale kwangu nyumbani dirishani, ikiwa ni saa nane za usiku, akiudunda, mimi tamka mpaka nchungulie huyu nani, sababu naujua faida yake. Na kama hivi mnavyoona hivi sasa Angalieni nchi za nje eh? nchi za nje watoto wengi ambao ni machokora eh? na ni wachezaji ambao ndio waliofaidika, na hivi sasa wanasaidia umati wao, ndio wanasaidia nchi zao, wanapita wakiangalia kule ulikotoka, hawakubali kuacha eh, vijana kupata tabu. Ukienda Nigeria kuna wachezaji ambao wamesaidia wale watoto waki, waki slum. Eh? Slum zile houses eh, wanapitia kule wanawajengea. Kama hivi jana, majuzi tumeona klipu nyingine ya Ronaldo amekwenda, akamwambia eh, Ame aka, aka, aka, aka mamake eh, ya kuwa mimi nataka nkufanyia kitu fulani fulani, akamwambia hapana, mimi nakulea wewe ilikuwa natoka kwa miguu hapa mpaka sijui kilomita ngapi kwa miguu. Kwa hivyo mimi singependelea mimi unifanyie uninunulie gari. Ikabidi eh, Ronaldo akenda akanunua magari mia moja klipu tunayo, akanunua magari mia moja akapeleka katika schools, tena si nchi yao, nchi nyingine ya Kiafrika mm alikwenda akawanululia na makompyutas akasema, nataka aone vijana wanasoma kileo hawa. Mimi mamangu aliniambia, alinilea mimi kwa shida, nikizungumzia na mamangu, mamangu alikuwa analia, klipu ziko, siku anazungumza maneno ya, ku, ya kubunu. Kwa hivyo, jamani, nyinyi viongozi, nyinyi viongozi eh, hapo mulipo, mimi hapa nazungumza, najua mimi katika nyinyi hapo viongozi karibu nyote mwanijua mimi rahimu nani. mwanijua gavana eh? ananijua mimi nasoma na mamake madrasa gavana nasoma na mamake madrasa maalim naji eh? Majengo pale ya bani gavana mimi ni mjombake mimi eh? babake mimi marehemu mimi ni ami yangu babangu mshekarama alikuwa akifanya kwake kwa, kwa makenzi shaona kwa hivyo, bwana Ali Hasan jo, wewe ndiye mti. Si tuncheza na babako, Wananyuki akichezea, mimi nachezea festival eh. Wewe ukija stadium sitakuona, shikwa mkono na Abu. Eh, waingizwa hivi, waingizwa hebu niambie, na wengine na wengine. Kwa hivyo jamani, msiwaache watoto wetu wapate tabu. Sisi twaomba mutuunge mkono, twaomba mutuunge mkono. Ikiwa kina Basawadi wako nje, Basawadi na wenzie wako nje, lakini walifikiria ile jambo litakujafaidisha watu huku na wakatuletea. Walipotuletea, alhamdulillah rabbil alamin. Sasa twaona kuna mwamko, huenda na sisi tukapata. Basi twawaomba, twawaomba, twawaomba sisi atuwaforce, atuwaomba. Hebu jamani, tushikeni mkono, tusaidiane. Yule ambaye aliye nacho ajaribu kutoa, aliye na akili fahamu nzuri ajaribu kutoa eh? tuone hii iko wapi zamani imerudi. Na sisi mtukumbuke, mtukumbuke eh? mtukumbuke kule tulikotoka na hapa tulipo, jamani, tumekuwa matura tumekuwa <coughs> matula matambara, kwa hivyo mutukumbuke, na nyinyi mujivunie na sisi kule tulikotoka, na nyinyi mutupe kama. Asante, shukran kwenu. Asante shukran. Naam, shukran sana bana. Uh, Abdurrahman Sharifu Adi, na lolote la kuongezea? Nimefurahika sana kwamba sahimu ameyazungumza ameyazungumza yale yaliyokuwa zamani na amezungumza kitu gani sisi tu, tufanye ili kuimarisha hii kundi letu. Bas, mashaallah. uh, napenda pia kuchukua fursa, uh, fursa hii kuwajulisha wale ambao wasiojua kwamba tuko na WhatsApp group uh, alhamdulillah, watu mia tatu na haijashuka hiyo idadi, imekaa still. Watu wanasikiliza haya majadiliano tunayofanya kila leo, kuhamasishana ili tupate kufanya mambo ya, kwe kwe ya, ya maendeleo katika jamii yetu. Twawaomba mjitokeze tena wengi kutuunga mkono na jambo hili lisibakie kuwa ni jambo la kaunti ya Mombasa peke yake bali kaunti nyingine kwa ujumla zote kaunti sita tushikamaneni pamoja, tushirikiane, tusongeni mbele. Alafu pia mahojiano kama haya ya Coach Rahim na wengineo tunayakusanya ili tutengeze vitabu. Tayari kitabu cha kwanza kimekamilika. Kiko katika uchapishaji sasa, kitatoka kwa sababu watoto wetu wanaokuja, tunawajengea historia yao, waje wajivunie kwamba walikuwa na wa, wazee ambao ni wa, wachezaji wa mpira na wenye sifa kubwa sana katika nchi hii ya Kenya. Kwa hivyo hatutowaacha wat, watoto wetu wasambaratike, waje watukanwe, waambie nyinyi hamujui mpira no. Watakuwa na vitabu vyao vya historia kueleza. Viongozi, Mwito wetu ndio kama huo, twarudi tena kwenu mujitokeze kuunga mkono jamii. Wala hili si jambo la ati wafanya, ni mambo ya ati upigiwe kura au nini? Ni wajibu wetu bila ya kura hii kura hebu, tulizeni mkando. Wajibu wetu sisi kuendeleza jamii yetu ni kupendana, kushirikiana na kusonga mbele. Kwa hayo machache, nasema assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh, ahsantum.